Tupo kwenye kampeni ya kupiga vita jezi feki kwa kutoa elimu kwa wanasimba umuhimu wa wao kununua jezi original na kuachana kabisa na tabia ya kununua na kuvaa jezi feki. Kampeni hiyo inakwenda sambamba na kuwatambulisha wafanyabiashara ambao wanauza jezi original. Kwa hapa Moshi yupo Seba Store ambaye anauza jezi original, jezi za kuskani za Simba Sports Club, na leo tumemwongezea mzigo wa kutosha kwa ajili ya kuwauzia wana simba wote wa maeneo haya ya Moshi. Yani Moshi nzima yuko chini ya Seba Store kwenye upande wa jezi original za mnyama. Ebane, acha kabisa kuvaa vitu feki, njoo Seba Store uchukue jezi za mnyama, zipo nyingi, saizi zote, rangi zote, watu wa Moshi